Na kwa mtu ambaye aliwahi kukataa na akakataa mimba mm. Mtoto akazaliwa amefika miaka ambayo mtoto anakuwa na akili timamu tena mm. Umesumbuka mwenyewe mm. Baadaye anakuja nakwambia, nataka mtoto, unafanyeje? w <laughs> <laughs> aijikutokea ynwauongwa <laughs> Yani e. Nimesumbuka mimba mm. Mtoto akazaliwa mm. Mtoto amefika kiasi, kiwango fulani, anasema anataka mtoto mm. For what? I was going. Yani, hapo haiwezekana, piga ua garagaza, yani mimba ukuona mm. Kazaliwa ndo umeona anamaana ku uniamini. Sawa, kama hata na mtoto usimwamini. Wengine sasa wanakuwa hawana yani, wengine wanakuwa hawana uhakika kwamba huyu, mm. mtu ni wa kwangu mimi Umeelewa? kwani sio na uhakika Eh. Kwa sababu mama hawezi kudanganya, baba kwa nini udanganye? We, wata mjini wapo <laughs> wapo wanaodanganya eh, kwamba mtoto anapewa baba huyu baba huyu baba huyu mm -hmm. lakini wanaume hau, hana pa kusemea shida zake, yaani kwamba wanaume hawaumiagi, wanaambiwa unakufa kiume mm -hmm. kusikia msemo unakufa kiume hasa yeah. ukiwa unakufa kiume na maana hata ukiwa na changamoto zako huna wakumweleza unakufa na tai yako shingoni na kunyunga. Kwa hiyo wanaume, mm -hmm. mi naisiwa kuna vitu vingi wanavipitiaga mpaka inasababisha hiyo hali ya kukosa nguvu za kiume. Lakini kama utakuwa unamwelewa mume wako ukamshauri, mm -hmm. mm -hmm. mpelishe kwa wakati mm -hmm. tibalishe, mzingatie mazoezi mm -hmm. mzingatie ushauri, kumpa moyo pale anapopitia changamoto yoyote mm -hmm. hautapata changamoto kwenye ndoa. Mwanamke ambaye mume wake ana shida na hiyo nguvu afanyeje? Amzingatie lishe na ushauri na kumtia moyo mm -hmm. Amuone kama vile yaani, amfanye mwanaume wake aone kama hakuna kama mwanaume mwingine. yaani, hakuna kama yeye mm -hmm. amfanye mwana... cha kwanza amzingatie lishe, pili amfanye mwanaume wake ajione kwamba ni wa kipekee. Okay. cha tatu amwondolee stress Hmm. Unajua kinachosababisha mpaka wanaume wengine wanakosa nguvu za kiume ni stress, kuna okay. yeah. lishe hmm. ambazo watakuwa kumzingatia mtu ambaye hana nguvu za kiume hususani. okay. kwa sahivi tulivyoendelea, kuna hmm. vitu ambavyo ukimpa mtu hmm. kama wanasema, kuna tende, kuna maziwa hmm. ukachanganya na asali hmm. ukachanganya sijui na karanga uzi mm -hmm, korosho, kuna mm. zile lishe mtu mm. anaweza kurudisha zile nguvu. Na pia na ushauri pia muhimu, unajua kuna ule mm. mtu mwingine anaweza kukosa nguvu za kiume, yaani amezaliwa na nguvu za kiume, kazaliwa kakamilika, lakini kutokana na lifestyle aliyoishi mm. stress mm. vyakula mm. unampelekea kukosa zile nguvu za kiume au kazi anazofanya

tenga futapo unakuwa umekula mlo mzuri, protini umeipata. Mayai ya kienyeji, ya kisasa yana vitu vingi. mm -hmm. Ni basi tu tunakula, kwa sababu mimeshatokea sasa, na mfumo wetu wa maisha tunafanyaje? Mhm. Nguvu za kiume hapo zikosekana, hususan kwenye swala la lishe. Mm -hmm. Unakuta mwanaume asubuhi mm -hmm. hajizingatii kula mm -hmm. ataenda labda kwenye vile vingine, ataagiza labda tuseme laba supu laba kidogo na chapati atakula, hmm. Mchana atakula chipsi yai, Mm. Usiku chipsi yai, Mm. Sasa huyo mwanaume saa ngapi atapata nguvu za kiume? Saa ngapi? wapo kibao hapa, wengine nasema mombi mombili ni madogo, wengine nimenipa sasa hivi mombi ya yamekuwa madogo, nina wake watatu, nina wake watatu na ofia wasinikimbie vipi? Kwani hakuna namna ya familia kuishi bila kuwa na nguvu za kiume muhusika? Uh, mi naona hapo changamoto mm -hmm. ni kwenye hususan swala la lishe, okay mm. ukiangalia vijana wangu sasa hivi sasahivi mm. hawapendi kula vyakula vile vyenye au niseme wanga. Sogea mbele okay, kidogo, yaani vijana wengi mm. kula vyakula vyenye carbohydrate vya kuleta nguvu mm -hmm. na kingine ni mtindo wa maisha, wale waliamua kuchagua kuishi kwa okay. Sababu kuna mtindo fulani wa maisha ukiamua kuyaishi mm. lazima mm -hmm. eh, lazima nguvu za kiume hapo zikosekana hususan kwenye swala la lishe a, unakuta mwanaume asubuhi, mm. hajizingatii kula mm -hmm. ataenda labda kwenye vile viinini, ataagiza labda, tuseme labda supu, labda kidogo na chapati atakula, mm. mchana atakula chipsi yake, mm. usiku chipsi yake, mm. Sasa huyo mwanaume saa ngapi atapata nguvu za kiume? <laughs> saa ngapi? Kwa hiyo yeah, lazima ije changamoto ya ukosefu wa nguvu za kiume yaani yaani, asubuhi anakula mchana, asubuhi atagusagusa supu wa yeah, ma, wale wamama antili wale. Mm. mchana chips yai usiku mm, chips yai mm, saa ngapi atapata nguvu za kiume? Okay, kwa hiyo tunatakiwa tufanyaje? Anatakiwa zingatie kwenye lishe bora, yani staili yake ya maisha atakuwa badilishe, atoke kwenye mfumo huu aingie kwenye mfumo mwingine, okay. Yani anaona kama chipsi yae ile akila, sasa weka unaona pevi nipo soge hivi mm. kabisa, anaona akila le... ile chipsi yae mm. ita yani labda pale ndo ameshiba mm. Lakini hapana, unaweza ukanunua unga wako pale robo mm. Ukanona mboga zako za majani, mm. mayai yako mawili ukala, hapo unakuwa umekula mlo mzuri. Protini umeipata. <laughs> ya yanaongeza ya, ya, mm -hmm. nguvu za kiume hapana, msiseme yeah. mayai ya, ki, ya kisasa mayai ya kienyeji. yeah. mayai ya kisasa yana vitu vingi mm -hmm. ni basi tu tunakula kwa sababu meshatokea me sasa no, mm -hmm. na mfumo wetu wa maisha tunafanyaje? Mhm. lakini nabidi tule mayai ya kienyeji, okay, na mfano mtu ndio ana shida na nguvu za kiume mm -hmm unaweza ukampa lishe gani ili akae vizuri? Kuna eh, lishe mm. ambazo utakuwa kumzingatia mtu ambaye hana nguvu za kiume okay. Kususani kwa sasa hivi tulivyoendelea, kuna mm. vitu ambavyo ukimpa mtu mm. kama wanasema, kuna tende, kuna maziwa mm. ukachanganya na asali mm. ukachanganya sijui na karanga uzi mm -hmm korosho kuna mm. zile lishe mtu mm. anaweza kurudisha zile nguvu. okay. yeah. na pia na ushauri pia muhimu, unajua, kuna ule mtu mwingine mm. anaweza kukosa nguvu za kiume, yani amezaliwa na nguvu za kiume, kazaliwa kakamilika, lakini kutokana na lifestyle aliyoishi, stress, vyakula mm. mm. nampelekea mm. kukosa zile nguvu za kiume au kazi anazofanya. Kwa hiyo pia kuna kazi ambayo inaweza kafanya nguvu za kiume hizi si sawa kabisa, yeah, kutoka kama mtu anayefanya kazi kwenye mambo ya mionzi mionzi, huyo mm. lazima atapata shida hiyo ya nguvu za kiume lazima. okay. an lazima, yani sio lazima atapata shida ya nguvu za kiume, lakini kama atakuwa anatoka kule kwenye kazi yake, anajizingatia lishi mm. anajizingatia mazoezi mm. hawezi kupata hiyo shida ya uchangamoto mm -hmm. mm. ok na mfano mwanamke ambaye mume wake ana shida na hiyo nguvu afanyeje? mm -hmm. Amzingatie lishe na ushauri na kumtia moyo, amuone kama vile, yaani amfanye mwanaume wake aone kama hakuna kama mwanaume mwingine, yaani, hakuna kama yeye. mm -hmm. Amfanye mwanamu... cha kwanza amzingatie lishe, pili amfanye mwanaume wake ajione kwamba ni wa kipekee.